Karibu tena msikilizaji, katika uchambuzi wetu maalum leo hapa tunalo um, mahojiano ya kuvutia sana na Caroline Berger de Femynie, e, mtaalamu nguli kwelikweli wa pilates. Uzoefu wake zaidi ya miaka 25 sasa, na leo tutachimba kwa kina kidogo kuelewa, mm, mtazamo wake, kwa nini yeye binafsi amachagua na anaendelea kuamini vifaa vya Merrithew hasa ile reformer kabisa. Na chanzo chetu hasa ni mahojiano aliyoyafanya, unajua, baada ya yale maonyesho makubwa ya fitness kule Paris mwaka 2025 ule, yale aliyovuma sana yale yale. Lakini lengo letu hapa sio kufanya mapitio ya vifaa hapana, ni zaidi kuchambua hoja zake, falsafa anayoiona Caroline mwenyewe ndani ya hivi vifaa anaviitaje? Washirika, ndiyo, anaviita washirika wake katika kufundisha. Swali letu sasa, tukitazama kupitia macho yake, ni nini hasa kinavifanya vifaa hivi vya Merrithew kuwa tofauti kwake kwenye soko lenye e ushindani mkali kama hili? Sawa kabisa. Basi hebu tuanze na muktadha wenyewe, yale maonyesho ya Paris. Inaonekana palikuwa hapatoshi. Ah, kweli kabisa. Caroline mwenyewe anaeleza nasema mazingira yalikuwa kama mm, uwanja wa vita hivi. Wazalishaji kila mtu anajitahidi kuonyesha mashine zake ni bora zaidi, ushindani mkali, mkali sana. Lakini katikati ya yote hayo, anasema kuna swali mmoja alikuwa anaulizwa tena na tena, kutoka kwa wafunzi wenzake, wataalamu wa tiba, wamiliki wa studio, watu kutoka Ulaya nzima. Swali gani hilo? Kwa nini Merrithew? Kwa nini siyo chapa nyingine? Hilo tu, mm. Na jibu lake, zaidi ya kusema tu ni nzuri, jibu lake lilijikita zaidi kwenye neno moja, uaminifu, coherence. Kwamba kwa mtazamo wake, Merrithew hawatoi kuu mashine nzuri, wanatoa mfumo mzima, mfumo e, mfumo unaozingatia kwa undani ile biomekanic yaani, jinsi muundo wa mashine unavyofanya kazi sambamba kabisa na miondoko ya mwili fizikia ya mwili wa binadamu. Sawa, anakumbuka akiwa pale kwenye kibanda chao anatazama ule muundo wao mtulivu, akakumbuka kile kilichomvutia miaka 25 iliyopita uthabiti usahihi na ule ulaini wa mwendo. Anasema hivi vitu kwake yeye havijapitwa na wakati bado vipo vilevile. Hilo la kutopitwa na wakati linavutia. Linahusianaje hasa na jinsi mashine inavyotumika sasa? Lina uhusiano wa moja kwa moja kabisa. Linahusiana na ile dhana yake kwamba reforma ya Merrithew inakuwa pamoja na mwili. Inakuwa pamoja na mwili inamaanisha nini hasa? Yaani sio kwamba mashine yenyewe inabadilika ukubwa? Hapana ni kwamba muundo wake zile chemchemi, unajua, springs, jinsi inavyoteleza hata urefu wa lile jukwaa, vyote vimeundwa kuweza kumhudumia mtumiaji katika hatua tofauti kabisa. Hatua kama zipi? Kuanzia labda mtu yuko kwenye ukarabati baada ya kuumia, mpaka baadaye anahitaji mazoezi ya kuongeza nguvu au hata yale ya kulainisha viungo miaka mingi baadaye. Mashine ile ile inafaa. Kumbe? Hiyo inaonekana tofauti kubwa na labda uzoefu wake na mashine zingine. Ndiyo anatoa hoja kabisa kwamba tofauti na baadhi ya mashine ambazo eh, zinaweza kuonekana nzuri mwanzoni lakini baada ya muda mfupi zinaanza kuonyesha uchakavu, mitetemo, kelele, hazina uthabiti hmm. Lakini Reformer ya Merrithew kutokana na uzoefu wake wa miaka mingi anasema inabaki mwaminifu na anahusisha uaminifu huo na vitu kama kwanza, muundo wake mzito Pili, matumizi ya chemchemi za chuma kigumo kilichopikwa tempered steel, sawa. Na tatu, jinsi ule upinzani unavyoongezeka taratibu, unajua, progressivity, unapovuta haikurukishi. Kwake huu uaminifu wa, wa kimashine ndio yani, ndiyo msingi wa kila kitu kwenye Pilates. Kumbe ule uzito sio dosari, ni sifa muhimu na ni kimakusudi. Hasa hilo ndilo analolisisitiza Caroline kwamba msingi imara ndio unaokupa uhuru wa mwendo. Anasema ile chasi ya Merrithew imeundwa kuwa nzito kimakusudi kabisa, ili iweje? Ili kuzuia ile mitetemo midogo sana, micro oscillations, ambayo inaweza kuvuruga ufahamu wa mwili wako kuhusu uko wapi hewani, ile proprioception. Hapo panavutia zaidi, kwamba mashine inayoyumba inaweza kuathiri jinsi ubongo unapokea taarifa kutoka mwilini ndivyo anavyoeleza. Anahoji kwamba mashine inayoyumba inalazimisha ubongo na mwili wako kuanza kufidia, kujaribu kusawazisha. Na hiyo inaweza kupotosha mnyororo mzima wa misuli. Matokeo yake, marekebisho ya kimwendo hayaonekani vizuri. Yanakuwa si dhahiri. Aa, naelewa. Kwayo, kwa hiyo kwa mtazamo wake, uzito unakuwa kama nanga. Inafunga rejeleo lako angani. Hii inaongeza usalama. Na faida nyingine anaona ni kwamba mashine thabiti inalinda uwekezaji wako, inadumu muda mrefu zaidi. Sawa, mantiki nzuri sana. Tumezungumzia uthabiti, uimara, vipi kuhusu mwonekano na hisia za kuitumia? Je, alizungumzia hilo? Alizungumzia tena kwa lugha ya uh, kisanaa kidogo. Anaufananisha muundo na kitu kama usanifu majengo anasema ni mtindo mnyenyekevu soba, una uwiano harmonious, mistari yake misafi na pembe zake zimeundwa kuheshimu mkao asili wa mwili. Na katika utendaji, anasema kila kitu kimeundwa kufanya kazi kwa ulaini kabisa. Kile chat cha kusafiria chariot huteleza kimya kimya, sehemu ya kuweka miguu footbar inajirekebisha kwa hisia dhahiri, unajua umebadilisha na zile kamba straps zinavutika vizuri bila kurukaruka hafla. Na vifaa vilivyotumika mbao, chuma, vina mchango gani katika hisia hiyo anayoisema? songamano mkubwa, high density foam linatoa faraja. Faraja ni muhimu sana kabisa. Anafika mbali zaidi, anasema hata umbile la kile kitambaa cha kufunikia upholstery limechaguliwa kwa umakini mkubwa linashika kiasi cha kutosha kuzuia kuteleza, lakini bila kukwamisha ule mwendo laini. Lengo kuwa analoliona yeye, kila undani unaheshimu biomechanic na upumuaji wa mtumiaji. Basi tukirudi kwenye lile swali la msingi kutoka pale Paris, baada ya kuona ushindani wote ule, ni nini hasa, kwa mtazamo wa Caroline, kinachowatofautisha Merrithew sokoni? Jibu lake linajikita kwenye kitu anachokiita uaminifu wa mechanic. Anaweka tofauti kubwa kati ya kile anachokiona kama mwelekeo wa Merrithew kubaki waaminifu kwa biomekaniki tupu na kile anachokiona labda kwa wengine. Wengine vipi? Kwamba huenda wanatumia zaidi mbinu za masoko kama e, rangi za kuvutia sana, vifaa vingi vya ziada ambavyo si vya msingi au zile ahadi za matokeo ya haraka haraka, unajua. Naam, naelewa ana mfano gani mahususi wa uo, wa huo uaminifu wa mekaniki wa Merrithew? Mfano mzuri kabisa anaotoa ni ule wa chemchemi zilizosawezeshwa, Calibrated springs. Anaeleza kuwa zimeundwa kufuatana na mikondo halisi ya mvutano wa kifizika mwilini. Hiyo inamaanisha nini kiutendaji? Inamaanisha kwamba upinzani unaongezeka kwa namna inayolingana na jinsi misuli yako inavyorefuka wakati wa zoezi, sio tu kuvuta kitu kizito, inaendana na mwili mm. Inaonekana kitu cha kiufundi sana, cha kiufundi lakini, anasisitiza kuwa ndicho kinachosaidia kuzuia majeraha na kufanya mwendo uwe na uwiano zaidi, hisia asilia zaidi. Na anahusisha hili na historia ndefu ya Merrithew, zaidi ya miaka 30, ya utafiti kwake. Huu ni utamaduni wa kampuni, sio tu mtindo wa kupita. Na utamaduni huu wa kiufundi unaathirije ufundishaji wake darasani? Kunakuwaje? Anaona kuna uhusiano wa moja kwa moja lazima. Hoja yake ni kwamba reformer iliyo sahihi, iliyo predictable inafanya maagizo ya mkufunzi yawe wazi zaidi kwa mwanafunzi. Mfano, anatoa mfano mzuri: unapomwambia mwanafunzi okay, refusha uti wako wa mgongo bila kubadilisha mkao wako wa kawaida, yaani neutral spine, ni muhimu sana mwanafunzi aweze kuhisi mwendo huo kwa usahihi. Sawa, sasa anasema ikiwa mashine inatetema au inapiga kelele au inatoa upinzani usio sawa, ili hisia muhimu inapotea, inachanganyikiwa. Mwanafunzi haelewi vizuri kinachotakiwa kumbe. Kwa hiyo kwake mashine sio tu chombo cha kufanyia mazoezi, ni zaidi ya hapo, ni sehemu ya mawasiliano, ndivyo anavyoiweka. ana kauli nzito kidogo Merrithew mashine hutafsiri maagizo yangu, yaani kama mkalimani, inakuwa chombo cha lugha, mwili unaelewa lugha ya mwili Eh, anamalizia kwa kusema Reformer hufundisha pamoja nami. Hii inaonyesha ule uhusiano wa kina anauona kati ya mkufunzi, mwanafunzi na ubora wa kifaa chenyewe. Nadhani hii inaonekana wazi katika jinsi alivyoupanga ya studio yake kubwa pale Paris, sivyo? Kabisa, ana mkusanyiko mkubwa kweli kweli wa vifaa vya Merrithew. Reformers anazo 14, stability chairs 7, barrels 12, Cadillac moja lada barrel moja, vingi sana, wow. Lakini anasisitiza sio suala la wingi tu, ni mantiki ya kipedagogi kwamba kila aina ya mashine inawakilisha njia tofauti ya kujifunza, inatoa changamoto tofauti kwa mwili, ah. Anaona ule uwezo wa kumhamisha mwanafunzi kutoka kifaa kimoja hadi kingine bila kuvuruga mtiririko wa zoezi kama kitu muhimu sana kwake. Uyano huo wa vifao unatengeneza kitu anachokiita midundo, muziki wa mwili. Muziki wa mwili <laughs> napenda hiyo. Na huu mziki, anasema unawapa, wanafunzi ujasiri, wanathubutu kujaribu zaidi. Na sasa anapeleka falsafa hiyo hiyo hadi kwenye nafasi yake binafsi kule Tunis. Ndiyo, anajiandalia studio ndogo nyumbani kwake, na amechagua kutumia vifaa vya Merrithew pekee hata kwa matumizi yake binafsi. Sababu ni ile ile ubora. Ee, sababu anayoitoa ni tamaa ya kuwa na vifaa bora zaidi hata katika nafasi yake ya faragha. Anaiita maabara, kimbilio, mahali pa utafiti. Kauli yake hapa ni kwamba kwake ubora sio anasa tu, ni aina ya kujiheshimu. Lakini vipi kuhusu gharama? Hilo huwa swali kubwa sana, hasa kwa wakufunzi wanaochupukia Aliwashaurije pale Paris kuhusu hili? Ushauri wake ulikuwa wa mm, wa kweli sana na wa moja kwa moja. Aliwaambia neno moja: anza, anza tu, anza tu, nunua reforma unayoweza kumudu kwa kuanzia, fanya mazoezi kwa bidii, fundisha, kuwa katika taaluma yako. Aliwasihi wasikwame kwa sababu ya bei pekee, lakini lakini kwa wakati mmoja, aliwahimiza waweke vifaa vya ubora wa juu kama Merrithew kama lengo lao la muda mrefu, kama kitu cha kukifikia. Ile analoji ya gari aliyoitumia hapa ilikuwaje tena? Ilikuwa nzuri, ilikuwa nzuri sana kuelezea hoja hii. Alisema unajua, unaweza kuanza na gari dogo la kawaida unaloweza kumudu, lakini huenda ukawa na ndoto ya lile gari kubwa la kifahari, lile grand bullin wanalolita Wafaransa. Mm -hmm. Lile gari kubwa tulivu lenye starehe na uthabiti wa hali ya juu barabarani. Unafikia hatua unatambua thamani ya utunzaji wa barabara. Tunuduhut, ule utulivu, usalama unaokuja na gari kama hilo. Sawa, naelewa ulinganisho. Vivyo hivyo. Anasema unapofikia kutumia Reformer ya hali ya juu, unagundua aina fulani ya ulaini, ya usahihi ambayo inaweza kubadilisha kabisa uzoefu wako wa mazoezi na wa ufundishaji. Kwake si suala la ufahari, la usnobu, ni uwekezaji katika usalama, uimara na ubora wa jinsi mashine yanavyoitikia na kuwasilisha mwendo, ile transmission kwa muda mrefu. Na inaonekana wateja wake wanahisi hiyo tofauti pia, au sio ndivyo? Anavyoripoti anasema, kauli anayosikia mara kwa mara hasa kutoka kwa wateja wanaotumia zile huduma kama ClassPass, unajua wale wanaojaribu studio nyingi tofauti e, wanapata kulinganisha kabisa. Wanarudi na kusema, tunarudi hapa kwako kwa sababu tunajisikia salama, na anahusisha hiyo hisia ya usalama na: kwanza, kichwa cha mashine hakiumbi; pili, chemcheme zinatabirika; tatu, utelezi ni laini. Mambo haya yanaruhusu mwili kulegea, kuialini mashine. Na huo uaminifu wa kimashine una athari gani kwa maendeleo ya mwanafunzi? Sasa anaamini una athari kubwa sana. Hoja yake ni hii: mwanafunzi asiyoogopa mwendo, kwa sababu anahisi yuko salama kwenye kifaa, atathubutu zaidi atajaribu vitu vipya, atapumua kwa urahisi zaidi, na hivyo atajifunza haraka zaidi. Kumbe, kama anavyosema, uaminifu unatokana na faraja na usalama Simple. vipi kuhusu upande wa urembo sasa? Muundo wenyewe una nafasi gani katika falsafa yake? Anaupa nafasi kubwa pia, anaamini urembo una athari ya kisaikolojia, kwamba kitu kizuri kilichoundwa kwa ustadi kinaamsha heshima fulani heshima. Eh, kwamba mwanafunzi anapokaa kwenye refoma anayoiona kuwa maridadi, yenye hadhi, anadai kuna tabia kiasili ya kutaka kujinyosha, kutaka kuwa sawa na hadhi hiyo ya kifaa. Inavutia. na kwa ukwano wa studio, anaona urembo huu uliofikiriwa vizuri ni kama ishara kwa wateja, ishara kwamba kila kitu kimezingatiwa, na hilo anasema linaathiri sifa ya studio linavutia na kubakiza wateja wanaojali ubora. Na zaidi ya urembo, aligusia pia suala la uendelevu, maadili. Ehe, aliligusia hilo pia. Anasema mashine inayodumu kwa miaka mingi ni ya kiekolojia zaidi kuliko ile inayohitaji kubadilishwa kila baada ya muda mfupi anakiri kwamba baadhi ya rifoma zake alizonunua zaidi ya miaka kumi iliyopita, miaka kumi e, zaidi ya miaka kumi bado ziko katika hali nzuri sana. Chemchemi hazijalegea, utelezi bado ni kimya. Hii kwake ni falsafa ya kutunza badala ya kutupa. Na anaona uhusiano gani kati ya hili na Pilates yenyewe kama falsafa? Anaona uhusiano wa moja kwa moja kabisa. Anahoji kuwa itakuwa ni kinyume cha maadili Yaani haileti maana kufundisha kanuni za Pilates kama vile heshima kwa mwili, udhibiti, uvumilivu mm -hmm, huku ukitumia vifaa vinavyochakaa haraka na kuhitaji kutupwa. Kwake, kuwekeza katika vifaa imara ni sehemu ya kuishi kwa vitendo ule uwaiano, uwaiano wa kipedagoji na kibinadamu wanaofundisha. Mantiki nzuri. Sasa, tukitazama mbele kidogo. Ana maoni gani kuhusu mstakabali wa vifaa vya Pilates? Teknolojia inakuja kwa kasi, anakubali hilo? Anakubali kwa teknolojia itaongezeka, labda tutaona sensa zaidi za mwendo, miingiliano iliyounganishwa na program, mrejesho wa papo hapo, real-time feedback, ambayo inaweza kusaidia, si ndio? Anaona inaweza kuwa msaada katika ufundishaji, lakini, na hapa kuna lakini kubwa, anaweka sharti muhimu sana kwamba teknolojia hiyo isichukue nafasi ya hisia halisi, ule usikivu wa ndani ya mwili, interoception. Hatari ni ipi anayoiona? Hatari anayoiona ni ile ya skrini na data kumkengeusha mtu. Unaanza kutazama namba badala ya kusikiliza mwili wako mwenyewe, unapoteza ule uhusiano wa ndani. Na anaamini Merrithew watawezaje kukabiliana na huu mwelekeo wa kiteknolojia bila kupoteza ile roho anayoisema? Anaonyesha imani kubwa kwamba Merrithew wana ukomavu, wanaweza kuingiza ubunifu huu bila kupoteza ile anayoita roho yao, yaani kudumisha ule ukali wa kiufundi, uthabiti na ukimya wa mashine. Kubuni ndio, lakini bila kuacha ule uwepo halisi wa kifaa kinachofanya kazi na mwili, kwa sababu mwili, kwa sababu, anahitimisha, mahitaji ya msingi ya mwili hayabadiliki, bado anahitaji uwazi wa mwendo hisia ya mvuto wa dunia gravity na pumzi, hivyo vitu vya msingi vitabaki. Kwa hiyo mwisho wa siku, inaonekana uchaguzi wake wa Merrithew ni zaidi ya mashine tu, ni kama tamko la kifalsafa kwake. Ndivyo inavyoonekana kabisa. Anaeleza kuwa pilates kwake kwanza ni maadili ethics, kabla hata ya kuwa mazoezi tu. Kwa hiyo kila kitu katika mazingira ya ufundishaji pumzi, muziki mwanga na hasa mashine vinapaswa kuwasilisha uwiano huo huo, ukweli huo huo, na reformer ya Merrithew kwake inawakilisha una, inawakilisha uaminifu: uaminifu kwa mwili, uaminifu kwa wakati na uaminifu kwa kile anachokiita ukweli wa mwendo. Eh, hiyo kauli ya kutaka kufundisha kwenye mashine zinazosema ukweli, e, ni zito kidogo. anamaanisha nini hasa? Anafafanua kwamba hataki kufundisha kwenye mashine anazoziona kama e, si sahihi kimakanika au zile zinazomdanganya mtumiaji kwa hisia bandia. Anataka vifaa vinavyowezesha mwendo kuwa wa kweli wa dhati, na anaamini ndicho wanafunzi wanatafuta. Jibu lake lilikuwa usahihi uliojengwa mwili, la precision ya karne, mashine isiyodanganya, inayokomaa vizuri, yenye hadhi mm -hmm na alipoangalia nyuma kwenye yale maonyesho ya Paris, alipata uthibitisho gani hasa? Anasema yale maonyesho yalimkumbusha na kuthibitisha kwa nini amedumu na Merrithew kwa zaidi ya miaka 25, kwamba licha ya mitindo mipya kuja na kuondoka, binu mpya za masoko, kuna vitu havibadiliki. kuna vitu vya msingi havibadiliki ambavyo je, anavithamini sana: uthabiti, heshima kwa mwendo na ule utafutaji wa usahihi. Anaiona reforma ya Merrithew si tu kama mashine bora bali kama kielelezo cha falsafa, falsafa ya kari. Falsafa ya mwili uliopangwa vizuri, ishara yenye ufahamu na uzuri unaotokana na usahihi. Anatoa heshima pia kwa historia, kwa linze Merrithew, kwa maondo yake yaliyompa Moira Stott kile anachokita Reformer isiyopitwa na wakati, ambayo hata leo inabaki kuwa ya kisasa na bora na ile nukuu yake ya mwisho ilikuwa ipi tena ya kujumlisha? Nukuu yake ya mwisho ilijumlisha kila kitu vizuri sana. Unaweza kuvutiwa na Pilates kwa urembo wake, lakini unabaki kwa ajili ya ukweli wa ishara Guest. Merrithew huruhusu ukweli huu kuwepo. Wow! Basi kama tulivyosikia katika uchambuzi huu wa kina wa mahojiano na Caroline Berger de Femynie ni wazi kabisa kuwa kwake uchaguzi wa vifaa vya Merrithew unaenda mbali zaidi mbali zaidi ya utendaji wa kiufundi tu. E, ni mchanganyiko anaouona yeye wa uhandisi sahihi, uelewa wa kina wa biomechanic, ahadi ya kudumu kwa muda mrefu, na falsafa inayozingatia uwano na kile anachokiita ukweli katika mwendo. Inatufanya tufikirie wewe, msikilizaji, sivyo? Jinsi ambavyo ubora, uimara na muundo wa unaomjali mtumiaji vinaweza kubadilisha kabisa uzoefu wetu na chombo chochote kile. Kabisa. Iwe ni mashine ya mazoezi kama hii au gari tunaloendesha au hata zana tunazotumia kazini kila siku. Je, wewe msikilizaji unaona uhusiano gani katika maisha yako mwenyewe kati ya ubora wa chombo unachotumia na matokeo au hisia unayoipata? Na labda wazo la kuondoka nalo leo, Caroline anasisitiza sana kuhusu huu ukweli wa ishara unaowezeshwa na mashine sahihi. Hii inazua swali pana zaidi kidogo, hmm. Katika maeneo mengine ya maisha yetu, ni zana zipi au ni mazingira gani yanayoturuhusu sisi kufikia na kuonyesha ukweli wetu wenyewe, iwe ni katika kujieleza, katika kufikiri, katika kutenda badala ya kutulazimisha kufuata mkondo mwingine. e, badala ya kutulazimisha kufuata mkondo usio sahihi usio na kina au wa juu juu tu, ni jambo la kutafakari, au sio?